Enzo. Wewe, wewe ole wako mwanangu. Yaani unarudi unarudi Arusha, dada. Ah ah. Patrick yupo. Patrick yupo. Eh? Tayari. Sasa wewe sikujui wewe tabia zako ulizokuwa nazo tutamani binti yako olewe na mwanaume mwenye tabia kama zako. ndio Ndo Tabia zako ulizokuwa nazo. Na na na Mungu analipa, unataka shemeji design. Ndio. Wewe wewe Enzo na binti wawili, kutembea. Yaani, nazo na Mungu analipa, unataka shemeji design, unanijua, tunajuana. Ndio, wewe wewe Enzo na binti wawili Yaani mimi mwanao kutoa mpaka Arusha kuja dada. Alafu unajua kwamba dada yako haiwezekani. Haiwezekani. Haiwezekani. Yaani mimi hii. Ndio hivi. Ah, lakini hiyo ngumu sana. Leo ingekuwa olewa sawa. Wewe wewe usikupenda. Kwani mapenzi yanachagua mke au mume? Unasikia? hivi lakini, katika walisia haiwezekani. Tunaishi maisha yapo, Regina, yapo lakini sio sawa, yani haiwezekani kuwa hivyo, lakini sikatazi kupenda. Kupenda penda na kuendelea kutenda mkeo. Sasa sikiliza, hii ni jamkiria tabaiauwatafia mm. lakini waliokuja na usemi wazee wetu, mke wa mtu ni sumu, amemaanisha walimaanisha kwa mm -hmm. sababu tushahudhuria vifo vingi, watu washaleftisha magrupu, katolewa upande wa kiumeni, kapilea kikeni, na ukatili wa kila aina na swali moja, huyu dada yangu mm. mimi nimekuozesha, nime mm. Wewe shemeji yangu, mimi nimemkaza mdogo wako wa kike haya. nyumba moja e. mdogo wako wewe anayetoka tumboni baada wewe, mimi mm. nimemlala mm. hivi kaji. yeah. yeah,

ili aulewe lazima. Shida ni kwamba ndani ya nyumba hiyo hiyo, ndani kwa iiiimi imekaa, ninavyoiona haina heshima.

Wewe umejitoa. Wewe umejitoa. Wewe unamuumiza wewe. Wewe. Nenda wewe. Mimi nasema nipo tena. Davis. Regina Rebeka na wewe. Bila kusema ukweli kwa sababu wewe una makosa. Ngoja. Anataka mwenyewe. Anataka mwenyewe ndio umfanyie hivyo. Sitaki tena. Ah, ah. Unataka tena hapo ndio una makosa. <repe> Sasa mimi hapa, uzuri wake ingekuwa, diba rafiki yangu amenikaribisha kwake, nimtafunie mke wake, hiyo mbaya. afikiyaoshakwake za watu kunyula, mbona kawaida kawaida. Lakini sawa, sio sawa. Tumekuelewa, tumekuelewa, saw Enzo ntampangia Masemeni mitano tena, masemeni yuko hapa. Alafu Enzo, ondoka kwa Patrick, atakupiga ngumi. utamchangia Patrick eh, leo Patrick amguse pale

nyumbani sikukuu hii jamani, nani eti? Sasa kingine nyinyi raia wa madam Regina eh, siku ya birthday tumemtoa madam Regina, madam Regina kwenda out, alivyovaa alivyopania, iko na enzo eh. ni sawa, siku yangu ya birthday eh? Hapana, tu nimependeza wewe, huyu kamvalia enzo n anapendeza kila siku sasa, uhata ukimchagulia gunia bado atapendeza. Eli tatue gunia hapo ambayo ukiloga utaona anapendeza, anapendeza na anatoka na Enzo kumtome mtawewe hapo unakataa Enzo, unaitwa huko Enzo, hapo yuko pale anajaribu kumlainisha yule mzee

kuna mzee mmoja huko yuko bunda anaitwa fundi Isa, umchukue, atawafaa sana kwenye familia. Sasa huyo aingie kwenye familia gani, ya madam Regina au ya profesa? Hey, Abdul, mbue iko wapi huko? Mbue na micha wapi? hai cousin, hai mami Enzo, kuna ndugu yangu yuko Marekani anakusalimia hapa, ati wamewenza <laughs>